Unahisi unashindwa kupumua vizuri usiku au kuwa na makohozi yanayokutia wasiwasi usiku? Inaweza ikawa ni ishara ya mapafu kuwa na maambukizi au mwili kuwa na sumu nyingi. Unachokihitaji, andaa kinywaji hiki cha karafuu, kitakusaidia. Weka vikombe viwili vya maji kwenye sufuria, ongeza uh, karafuu punje ishirini, funika, chemsha kwa dakika 10 hadi 15, ipua na chuja. Hakikisha unakunywa kikombe kimoja usiku kabla ya kulala. Kitakusaidia kutibu maambukizi kwenye mwili ku... kupambana na fangasi wa Kandida pamoja na viini vya minyoo vinavyoweza kuathiri afya yako. Unaweza kuongeza maji ya limao kwa sababu itakusaidia kuondoa sumu na kuweka kinga vizuri. Lakini pia nakushauri tumia C24/7 Natura Ceutical kuimarisha afya ya mapafu kuondoa uh, bakteria wabaya ndani ya mwili na kuimarisha kinga ya mwili ili kupata usingizi mzuri na kuepuka uchovu. Dozi ya mwezi shilingi laki na themanini. Nitafute WhatsApp kuanza dozi na komenti niunge kujiunga na grupu letu bure.